Aolewapo anaweza kuharibu hata ndoa au jamii kwa maneno au kwa matendo ya chuki mwanamke huyo, kwa wapo watu ambao wanapoingia kwenye taifa, kwenye familia, kwenye ukoo, wakipewa madaraka hayo, kuwa wameolewa, wameolewa na jamii. Haleluya! <laughs> wameolewa na jamii, wakapewa kipaumbele, kuwa huyu ni mke wetu, atatumikia taifa atatumikia jamii, atatumikia ukoo, atatumikia mumewe, atatumikia familia. Aleluya! badala ya kuwa baraka au watu wanakuwa ni watu ambao wasababishaji wa majanga kila kuitwapo. Leo wanakuwa ni watu wanaofungua malango ya lana, mauaji, shida na matatizo kila kuitwapo leo. Mtu wa Mungu chunguza jambo hili katika familia yako, katika ukoo wako, katika taifa lako, katika mataifa jirani, katika nje mataifa ya nje huko, chunguza jambo hili. Ukigundua kweli ili jambo linakumba lina, lina, lina nchi fulani, iombee mtu wa Mungu. Maombi yako ni muhimu sana kwa hiyo mataifa. Haleluya, iombee omba, maombi yako ni muhimu sana mtu wa Mungu, maombi yako ni muhimu sana Aleluya, Mungu anasubiri kauli yako tu kuokoa nchi yako katika migogoro inayopitia katika mambo yale ambayo nchi yako iliruhusu taifa lako iliruhusu, ikaweka mtu ambaye ikaweka watu ambao sio wasiofaa. Wanawake kama hao watoke zao, wakaweka kwenye mataifa, wakaolewa, wakaweka kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye ukoo. Hatari, mtu wa Mungu, hatari Hatari, hmm? Hatari, mtu huyo hatari sana. Anaweza kueneza, anaweza kueneza tabia mbaya kwa wengine, maana kwamba huyo mtu ana ana nafasi yeye ya kupandikiza tabia mbaya kwa wengine, huyo mtu, huyo mwanamke chuki zao, mwanamke anaichukiza anapoolewa au wapo, ana nafasi ya kuambukiza tabia mbaya mbegu mbaya kwa wengine. Kwa hiyo yapo mataifa ambayo yanamruhusu mwanamke huyo katika, katika nchi zao, wakamruhusu mwanamke huyo wakampa nafasi, lakini mpaka leo tunaposema huyo mtu amepandikiza mbegu ya kila aina, amepandikiza maafa wanayopitia leo, shida na matatizo migogoro unayopitia leo ni kwa sababu tu wanampa huyo mwanamke na nafasi. Leo hii watu wanakimbia kila kuchapo. Leo watu wa Mungu, Mungu atusaidie sana Bwana. Hatuwezi sana. Urembo wa nje wa mwanamke sio kitu. Wapo wanawake wapumbavu na wajinga, na wapo watu wapumbavu na wajinga. Haleluya. Wapo wanawake wapumbavu na wajinga wanaoamini uzuri wao au maumbile yao, haleluya, ya nje. Au wapo watu wanaume ambao wanaoamini uzuri na maumbile ya wa wanawake ya nje. Haleluya, hicho <coughs> kitu ndicho kinachosababisha watu waingia kwenye migogoro, mataifa yaibike, ya, ya mataifa, watu wanauawa kama karanga eh? Watu wanauawa yana tasamakinya uwawe hivyo Aleluya. Ni kwa sababu walimkubali yule mwanamke kwa matamanio ya nje. Mwanamke anakilisha taifa anakilisha familia anakilisha ukoo, sijui kama unanyelewa wakamsogeza. Hiyo ni namba tatu, hii namba, nam, ni namba tatu. Namba mbili tulizungumzia kuhusu mtu mpumbavu anapopewa nafasi. Hapa tunazungumzia mwanamke eh, achukizaye anapofanya anapoolewa Mtu wa Mungu, Bwana akusaidia sana. Bwana akusaidia sana, haleluya. Urembo wa nje usikutamanishe ukamweka mwanamke ndani, kwa sababu mtu anasimama jukwani anasalimia watu, isiwe chanzo kia wewe kumpa so na madaraka na nafasi. Sio kila